Kuna mtu kidogo atakusalimia hapa. Nimeambia alivyosikiliza hapa, kaona do, kumbe mambo yako hivi. Sasa atakuja hapa kidogo azungumze. Naonekana kama vile naye alihama bila kujua tu, upepo upepo. Lakini makamanda peoples, habari zenu? Kwa majina naitwa Anifa Kasim Chiwili ambaye nilikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Pwani ya kusini kipindi kilichopita, kidogo nilikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Pwani kusini kipindi kilichopita, na baada ya hapo nikawa ni mteule wa kanda kwa nafasi ya unadhimu lakini pia baada ya hapo, baada ya makelele makelele, unajua mi ni mwanasiasa nsiyependa kelele, ni mwanasiasa nsiopenda majungu, nisiopenda maneno machafu, baadaye kwa sababu nami pia nilikuwa kwenye lile kundi la watu wenye kuhoji chama kuhusiana na suala la kugombea ama kutokugombea, yaani G55 sikuona kwamba lile chama lile kundi lilikuwa lina ubaya wowote ule, kwa sababu ni sehemu ya kuhoji. Maanake kwenye chama una ruksa ya kuhoji ama kutokuhoji, ukae kimya ama, ama ulale unyamaze, uamke, vyote ni sawa. Kwa hiyo baadaye, baada ya kuona tena ndani ya chama watu wakiona mtu anahoji, wa labda namhoji mwenye kiti hapa, basi ni vibaya, kelele zikaanza tena, nikaona basi mimi haina haja ya kuendelea na siasa mimi nilijitoa chadema kwa ajili ya kupumzika na familia yangu nyumbani kwangu sikutaka tena kuendelea na siasa nilitaka niendelee kubaki nyumbani kwangu na familia yangu nimetumikia chadema kwa muda wa miaka ishirini na sita bo ni miaka ishirini lakini mimi niko ndani ya chadema miaka ishirini na sita ni miaka mingi sana nipo mtoto mdogo namaliza darasa la saba sisi ndio wale wa kwanza tunacheza disco mboya anatuwekea kwenye vijiji vyetu kule hai ndio sisi watoto tulio kwa tumeanza wakati huo, Mboyo alikuwa akiitwa ni vi... kulikuwa mna nani kiongozi wa nani bali ilikuwa anaitwa ni sijui ni nani wa vijana wakati huo, ndio mimi nilikuwepo katika lile kundi, tulikuwa tunazunguka na mziki wa Mboe, na kipindi hicho mataa yale yaliletwa mapya kabisa ya kuzunguka, watu wakasema ni mwisho wa dunia. Sisi ndio tulikuwepo pale. Kwa hiyo nilivyoona haya masuala ya makelele na nini, kwa kweli mimi niliamua kuachana na siasa. <laughs> lakini pia nikamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba viongozi wa chama walikuwa wakinipenda na kunihitaji wakati wote. Nimepigiwa simu na viongozi wakubwa sana, siwezi kutaja majina hapa, wakiniambia ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo na ndugu yangu hapa na yeye akaniambia karibu nyumbani, lakini mimi nilimwambia nimejitoa kabisa, sikwenda, sikutaka kwenda kujiunga mahali popote na msingeniona kwenye siasa za aina yoyote ile, nilishaamua. Kwa hiyo kwa sasa, ninasema nimerudi Chadema, nitakuwepo Chadema, lakini pia msishangae kwamba nikaambia jamani, mimi niko nipo nyumbani kidogo, nafanya fanya majukumu ya kifamilia na mimi eh, lakini nikiwa ndani ya Chadema, mimi ni mwana Chadema kuanzia sasa. Asanteni sana. Asante Dada Anifa, karibu sana. Mmempokea, mmempokea jamani, kwa moyo mkunjufu. Ah, basi na wengine tena watakao kuona kwamba walienda kwa bahati mbaya, milango iko wazi. Wale ambao wanaona mbao tuliama kwa bahati mbaya, kwa hasira, tutawapokea. Nadhani utaratibu na ujua hapo, katibu wa kanda atamwambia, unajua sasa hivi ukitoka ukirudi unajisajili na, na Chadema digito tu, mambo yanakuwa vizuri.